Umekuwa mwaka mzuri kwa mabilionea wa Afrika ambao utajiri wao ulizidi dola bilioni mia moja kwa mara ya kwanza kabisa. Mabilionea 22 barani Afrika waliona utajiri wao ukipanda hadi jumla ya dola bilioni mia na tano kutoka dola bilioni 82.4 na na na mabilionea ishirini wa mwaka jana. Si jambo dogo kuzalisha kiwango hiki cha utajiri katika bara hili, ambapo kutokuwa na uhakika wa kisiasa, migogoro ya sarafu na masoko ya watumiaji yenye changamoto ni mambo ya kawaida. Mei mwaka jana, Zimbabwe iliacha dola ya Zimbabwe na kupendelea ZiG, fedha iliyoungwa na dhahabu yenye lengo la kukabiliana na tatizo la mfumuko wa bei nchini humo. Bado, ukuaji wa matajiri zaidi barani Afrika unalingana na, na masoko ya kimataifa ya usawa, ambayo yalipanda kwa asilimia ishirini na mbili katika miezi kumi na mbili iliyomalizika Februari 2025, kulingana na MSCI. Hii hapa ni orodha ya watu ishirini na mbili tajiri zaidi barani Afrika mwaka 2025 kwa mujibu wa jarida la Forbes. Katika orodha hii kuna baadhi ya nafasi zimeshikiliwa na watu zaidi ya wawili, watatu hadi wanne. Hii ni kulingana na thamani ya utajiri wao kulingana kwa usawa. Nafasi ya ishirini na moja inashikiliwa na Strive Masiyiwa. Huyu ni raia kutoka nchini Zimbabwe ambaye ana utajiri wa dola bilioni moja nukta mbili. nafasi ya 21 na tena inashikiliwa na Yasin Mansour. Huyu ni rahia kutoka nchini Misri ambaye ana utajiri wa dola bilioni 1.2. Nafasi ya ishirini inashikiliwa na Yusefu Mansour. Huyu ni rahia kutoka nchini Misri ambaye ana utajiri wa dola bilioni 1.4. Nafasi ya 16 kwa mara ya kwanza inashikiliwa na Christopher Wiese. Huyu ni raia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni 1.5. Kwa mara ya pili nafasi ya 16 inashikiliwa na Femi Otedola. Huyu ni raia kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola bilioni 1 nukta tano. Kwa mara ya tatu nafasi ya 16 inashikiliwa na Jenny Morton and Family. Huyu ni rahia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni 1.5. Kwa mara ya nne nafasi ya 16 sita inashikiliwa na Azizi Akanauchi and Family. Huyu ni rahia kutoka Moroko ambaye ana utajiri wa dola bilioni 1.5. Nafasi ya kumi na nne kwa mara ya kwanza inashikiliwa na Anas Sefrioui and Family. Huyu ni rahia kutoka nchini Morocco ambaye ana utajiri wa dola bilioni moja nukta sita. Kwa mara ya pili nafasi ya kumi na nne inashikiliwa na Othman Benjelloun and Family. Huyu ni rahia kutoka Morocco pia ambaye ana utajiri wa dola bilioni moja nukta sita. Nafasi ya kumi na mbili kwa mara ya kwanza inashikiliwa na Misheli Lee Laus. Huyu ni rahia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni mbili nukta mbili. Nafasi ya kumi na mbili kwa mara ya pili inashikiliwa na Mohamed Dewji. Huyu ni rahia kutoka nchini Tanzania ambaye ana utajiri wa dola bilioni mbili nukta mbili. Nafasi ya kumi kwa mara ya kwanza inashikiliwa na Aisa de Leblabu and Family. Huyu ni raia kutoka nchini Algeria ambaye ana utajiri wa dola bilioni tatu. <mulia> Nafasi ya kumi kwa mara ya pili inashikiliwa na Patrice Motsepe. Huyu ni raia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni tatu. Nafasi ya nane kwa mara ya kwanza inashikiliwa na Mohamed Mansour. Huyu ni raia kutoka nchini Misri ambaye ana utajiri wa dola bilioni 3.4. Nafasi ya nane kwa mara ya kwanza inashikiliwa na Mohamed Mansour. Huyu ni raia kutoka nchini Misri ambaye ana utajiri wa dola bilioni 3.4. Nafasi ya nane kwa mara ya pili inashikiliwa na co speaker. Huyu ni raia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni 3.4. Nafasi ya saba inashikiliwa na Naguib Sawiris. Huyu ni raia kutoka nchini Misri ambaye ana utajiri wa dola bilioni 5. Nafasi ya sita inashikiliwa na Abdul Samadi Rabiu. Huyu ni rahia kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola bilioni 5.1. Nafasi ya tano inashikiliwa na Mike Adinuga. Huyu ni rahia kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola bilioni 6.8. Nafasi ya nne inashikiliwa na Nasef Sawiris. Huyu ni raia kutoka nchini Misri ambaye ana utajiri wa dola bilioni 9.6. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Nikki Oppenheimer and Family. Huyu ni raia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni 10.4. Nafasi ya pili inashikiliwa na Joan Lupert and Family. Huyu ni rahia kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola bilioni 14. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Aliko Dangote. Yeah! Huyu ni rahia kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola bilioni 23.9. Aliko Dangote wa Nigeria anaongoza orodha hii kwa mwaka wa 14 mfululizo akiwa na wastani wa kuwa na thamani ya dola bilioni 23.9 kutoka dola bilioni 13.9 mwaka mmoja uliopita. Kuruka kwake kunatokana na Forbes kuongeza thamani ya kiwanda chake cha kusafisha mafuta ambacho kilifunguliwa mwaka jana nje kidogo ya Lagos baada ya kuchelewa kwa muda mrefu. Kiwanda cha kusafishia mafuta kilitatizika kwa miaka mingi kuanza kutokana na mizozo ya udhibiti wa vikwazo vingine, lakini kilianza kusafisha kiasi kidogo cha mafuta mapema mwaka 2024 na na kinataraji kufikia uwezo wake kamili mwezi huu. Hiyo imeruhusu Nigeria, nchi kubwa inayozalisha mafuta kuanza, kuuza bidhaa za petroli iliyosafishwa.